lakini kutokana na uwepo wa vituo vya umeme kwenye mkoa wa Tabora, uwezo wa kuzalisha umeme mkoa wa Tabora umefika megawati 85.6 na, na kwa hiyo katika mikoa yenye ziada ya umeme, Tabora ina ziada ya umeme wa megawati 57.5. Ziada hii ni kubwa sana, inaweza kutumika kwa ajili ya matumizi mengine ya kuwaletea maendeleo wananchi. Na hii ni kazi ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan alituelekeza kuifanya kwa kasi kubwa kuwapatia umeme wa uhakika wa Tanzania wakiwemo wa Tabora. Sekta ya nishati, Mheshimiwa Rais alielekeza tupeleke umeme vijijini. Nafurahi kusema kuwa vijiji vyote vya mkoa wa Tabora vimefikiwa na umeme. Kazi iliyobaki ni kupeleka umeme kwenye vitongoji. Nataka niwahakishieni kwamba kwa muda huu tulionao